Kwa vizuri, najisikia furaha kuwepo hapa Tanzania. Haijawahi kuwa mbaya, mikoa yake yote ah, inavutia yeah. Mnacheza na JKT Tanzania leo, mchezo wa mwisho na JKT Tanzania mmetoa sare. JKT anasema leo anakuja kutafuta nafasi ya kucheza kombe la shirikisho barani Afrika. Vipi wananchi, mtalegeza? Mnaweza mkaachia Tutaregeza tena hey. kwa nini, mpira mnaweza mkafungwa? Sasa hapo unasema kwamba tutaregeza, tunaweza tukafungwa, maana yake nini? Ni kwamba sisi tumekuja hapa, sisi ndio watetezi wa kombe la CRDB, sisi ndio watetezi wa kombe la NBC. Kilichotuleta hapa ni kuja kufata kio na sio kuuza sura. Young Africans anapewa nafasi kubwa ya kuchukua kombe la CRDB kwa sababu yeye ndiye aliye, anayelishikilia mpaka sasa hivi. Pamoja na kwamba timu nne zote zimeingia kwenye hatua ya nusu finali sio kwamba wao hawastahili. Hawa, hawa. Ila anapewa nafasi kubwa Young Africans kwa sababu ki, kwa kigezo kimoja kikubwa yeye ndiye aliye nalo. Na ndio maana amefight kwenye mechi zote mpaka anafika hatua ya nusu finali. Anajua umuhimu wa hili kombe. Anajua yeye ndiye anayetakiwa kulitetea kombe lake aweze kubaki nalo. Anawezaje kulitetea kombe lake pasi na kushinda mechi alizonazo? Kwa hiyo ni kwa vyovyote vile anatakiwa, wachezaji wanatakiwa play part yao, mashabiki wa play part yao, yao, na benchi la ufundi liweze ku play part yao ili kuhakikisha tunaondoka na matokeo yatakayotufanya sisi kwenda fainali. E, wapinzani wenu Simba jana wamecheza mchezo wa kimataifa, mchezo wa kwanza wa fainali kombe la shirikisho barani Afrika, eh, wamefungwa magoli mawili Wanasema Benjamin Mkapa baada ya mechi na, kupindua meza. Simba siku zote huwa anacheza mara nyingi 75% ya ball position, mwisho wa siku robo finali anaenda mwingine na ubingwa anachukua mwingine. Alicheza na Kaizer Chiefs pale South Africa, ball position ilikuwa 72 kwa 28. Finali alienda Kaizer Chiefs. Alicheza na Orlando Ball position, Simba alikuwa anaongoza. Orlando akaenda nusu fainali, alicheza na, na Wydad. Ball position kote nje ndani, Simba alikuwa anaongoza, mwisho wa siku robo fainali au nusu fainali akaenda akaenda Wydad. Kwa hiyo yeye kusema kwamba welcome Tanzania ana kila sababu ya kusema hivyo. So yeye anafikiri Rais Berkane ni almasri. Unatakiwa ujue unapokuwa unatengeneza nafasi unaweza vipi kuzikonvert kuwa magoli ili ziweze kukusaidia. So kama siku ya jana umeshindwa kupata hata goli moja la offside mpaka refa anakusaidia, unaanza kusema kwamba welcome Tanzania, wale sio almasri. Rais Berkane msimjana, kacheza yeye finali akapoteza mbele ya Zamalek. Wewe unafikiria anakuja kupoteza mara ya pili mfululizo? Nakuuliza swali, nakuuliza we. wana meza? wewe ndiye unaye ni hoji, yeah. Na ndio maana nakuuliza wewe. Ndio maana nakwambia sasa, hmm. Wao kama wameshindwa kutafuta hata goli moja ugenini, ha, hata on target hawa. On target hawana ndani ya dakika 90. Yeah. Hiyo timu inakwambia kwamba Yanga anaiogopa, anaogopa Mpanzu, uh -huh. Mpanzu jana hakuwepo, kama jana Budo ameonekana ni bora kuliko Mpanzu ah, maa, kiasi kwamba Mpanzu ametolewa akaingia Budo. Kwa hiyo hiyo timu mimi siwezi kuiongelea sana, naomba tuongelee mechi ya Young Africans dhidi ya JKT kwa wana wana mechi za fainali. Mimi niongelee kombe ambalo tayari mimi nimeishacheza fainali, sijamshirikisha Nabi suguye wala Mwamposa wala wazee kulala uwanjani wiki mbili kabla ya mechi, mara tukawa wamemkataa meneja, hizo sho hatujazifanya na tukiwa pale Algeria tulianza kusumbuliwa kuanzia hotelini mpaka kwenye uwanja na mtu akafa nyumbani kwake. Wamechukua kombe wa Algeria kwa kanuni, ndo fainali ambayo imechezwa, ikaongelewa na Yahaya Toure ambao unamjua wewe, alikuwa anacheza Barcelona Manchester City, ikaongelewa na Gianni Infantino kwamba Kafu, mnatakiwa mkae chini, muangalie kanuni zenu. Aliyechukua kombe ana magoli mawili, aliyekosa kombe ana magoli mawili na clean sheet yule. Sisi tumemtoboa nje ndani, umeelewa? Sasa kwa hiyo mimi Simba siwezi kuizungumzia kwa sababu kitu anachokifanya nilishawahi kukifanya mimi. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana. Ana kila sababu ya kupiga kelele, ana kila sababu ya kuongea kwa sababu ndo mara yake ya kwanza a kwamba mwaka tatu amecheza fainali ya kombe la shirikisho ili hali bingwa wa kombe la shirikisho mwaka, mwaka, mwaka, mwaka tatu alikuwa Simba na kwangu naisbakwangu yes. Eh, Young Africans eh, msimu huu namna ambavyo mnakwenda, mnaona, mnabeba mataji yote mawili ya ndani ligi kuu na FA. Kwa sababu ndiye anayepewa kipaumbele kikubwa, maana ya Young Africans kupewa kipaumbele kikubwa, yeye ndio bingwa wa NBC, yeye ndio bingwa wa CRDB. Unawezaje kumtoa kwenye kinyang'anyiro, ili hali bado yuko kwenye michuano, anaendelea? Angekuwa ametolewa hatua ya robo fainali CRDB tungesema, lakini bado yupo anang'ang'ania kulitafuta kombe lake ambalo yeye amelishikilia kombe la NBC, bado yeye ndo analo na amebakiza mechi mbili. Tumebakiza mechi dhidi ya Tanzania Prison, tumebakiza mechi dhidi ya Dodoma, tuwe mabingwa. Kwa hiyo unawezaje kumtoa Young Africans kwenye ubingwa eh? Mimi najua tuna mechi mbili Tanzania prison na Dodoma jiji, si juu hiyo mechi, labda kama unaijua wewe hiyo, unaijua wewe hiyo unaijua unaijua wewe, wewe. Bodi ya ligi akili zao, nilishakwambia wanatakiwa wajitathmini. Huwezi kuwa bodi ya ligi ambayo unaongoza mpira Tanzania, unaamka tu from nowhere unasema mechi tarehe 15 wakati haujaleta majibu, ambayo ulisema kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Ukasema kuna viashiria vya rushwa, haujatuambia ni nani alikuwa anataka rushwa, ni nani alikuwa anapewa rushwa, haujatuambia ni nani alikuwa anataka kuvuruga amani. Simba wenyewe kwanza, sisi Young Africans tunaipigania haki ya Simba, alivyoandika barua ilikuwa inasemaje? Hatutakuwa tayari kucheza mechi ya dabi mpaka walio walio wazuia Simba kufanya mazoezi wawajibishwe. Sasa mimi nakuuliza swali. Wamewajibishwa? Mbona wanaitaka mechi? Kumbe kuna mazungumzo baina ya Simba, TFF na bodi ya ligi. Ndiyo maana Simba wanaitaka mechi, wakati waliowazuia bado hawajawajibishwa. Karibu.